Ruto ameelezea mikakati ambayo serikali yake imeweka ili kuwainua kina mama nchini ikiwemo kuwepo kwa nafasi ya kuchukua mikopo ya hustler fund, ujenzi wa masoko 400 katika maeneo mbalimbali nchini na kuwepo kwa bima ya SHA. Akizungumza wakati wa hafla ya kuadhimisha miaka 16 tangu kuanzishwa kwa shirika la Joyful Women, Rais Ruto amesema kina mama wanachangia pakubwa katika ukuaji wa kitaifa. Mama Rachel Ruto kwa upande wake amewahakikishia kina mama kuwepo kuongezeko la fedha na fursa za mafunzo ili kuwakuza kimaendeleo. Veronica David anatuarifu. Ni katika hafla ya kuadhimisha miaka kumi na sita tangu kuasisiwa kwa shirika la Joyful Women katika uwanja wa Kasarani, hafla ambayo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali, wakiongozwa na Rais William Ruto na Mama Rachel Ruto. Rais Ruto akitumia fursa hiyo kuzungumzia mikakati ya serikali yake katika kuwasaidia wanawake nchini, ikiwemo kuwawezesha wanawake kuchukua mikopo ya hazina ya Hustler ili kujiendeleza kifedha, ujenzi wa soko mia nne za kuwawezesha kina mama kufanya biashara, kupunguzwa kwa bei ya mbolea ambayo imesaidia katika ongezeko la mazao ya vyakula shambani, pamoja na kuwepo kwa mradi wa SHA na Linda Mama inayotoa matibabu sawa kwa wananchi wote. Wananchi wengi sana sana, kina mama, leo munaweza kwenda kwa Hustler Fund, na mnaweza kukopa pesa shilingi hadi shilingi elfu mia moja hamsini. Tunatafanya bidii kuhakikisha ya kwamba tunawashughulikia ili biashara zenu zile mnazofanya inaendelea mbele vile tunataka. Mama Rachel Ruto kwa upande wake akiwapongeza kina mama kwa ujasiri wao na kazi wanayofanya, amewahakikishia ongezeko la fedha na fursa za mafunzo zitakazowakuza wakuza kimaendeleo. Today we honor your courage. We honor your labor and we honor this truth. When women thrive, Kenya thrives.

And your impact across the counties. Waziri wa Afya Aden Dwale amesema kuwa kuwepo kwa mradi wa SHA kuna wasaidia akina mama na wananchi wote kupata matibabu kwa urahisi na kwa bei nafuu. Aidha, Dwale ameongezea kuwa wananchi wa Kongwe kutoka familia milioni mbili inapata ufadhili kutoka kwa serikali ili kuwahakikishia afya bora. Tumeingia mkataba na kampuni kubwa ya duniani inaitwa Roche ambayo inatengeneza madawa ya saratani ya matiti o breast cancer, na kila session hiyo dawa ilikuwa inauzwa 120,000 session moja. Lakini kwa mazungumzo na MOU tumeingia na hiyo kampuni kama Wizara ya Afya nataka nitangaze ya kwamba leo katika nchi yetu hiyo dawa inauzwa 1040 zaidi na hayo mradi wa SHA pamoja na ile ya Linda Mama inahakikisha kuwa akina mama wanapata matibabu ya uzazi na afya bora hata kwa watoto wao. The universal health coverage is premised on four principles: it must be accessible, it must be affordable and it must have the element of equity. Man. Yeah. Veronica David, Undugu TV.